Wakati za mwekenda zinakuletea yaliyojiri, wakati shehe wa mkoa wa Dodoma, Dkt. Alhaji Musa Rajabu Shabani akipongeza jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa CCM Taifa UWT kwa kuandalia iftar ya kumwombea dua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hasani katika Msikiti wa Gadafi jijini Dodoma. Amuhifadhi, amlinde, amkinge na kila aina ya shari, amin. Kila aina ya mtihani, amin. Kila aina ya balaa, amin. Kila aina ya misukosuko, amin, kwani yeye ni kama mti na sisi ni kama vivuli kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hapo hapo ndio mwenyekiti wa, wa Chama cha Mapinduzi. Siku zote mti ukinyoka, basi kivuli kinakuwa kimenyoka. kwa tuna kila aina ya wajibu wa kumwombea Mheshimiwa Rais na kumwombea yeye ndio kujiombea sisi na kuliombea taifa na kujiombea sisi. Tumeona dua zinafanyika sehemu tofauti, kila kona, kila mahali na hata jana alituma tukafanya dua hapa msikitini, kujiombea sisi, lakini kuiombea nchi na kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumwombea viongozi wote, hata nyinyi mnaohudhuria. Lakini juzi tulikuwa na dua kwenye Dar es Salaam, katika musati na mtoro, katika usiku usikuwaatua wa wa na kila kona, makundi na watu maalum wanamwambia mheshimiwa rais. Ukiangalia tofauti na zama zingine, kwa research yangu ya kipekee na tafiti niliyoifanya, tumegundua rais huyu anaongoza sana kuombewa dua, dua za siri na dua za hadharani. Hivyo ni mantiki kubwa, kama Waswahili wasemavyo, kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukifanya mazuri makubwa utakuwa wewe ni kimbilio la watu, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema jubilat qulub ala man ahsan, la mioyo siku zote imeumbiwa kumpenda yule anayezifanyia wema, wabulu ala man asan, na kumchukia yule anayeudhi moyo. Kwa hizi dua zinazofanyika kila kona, kila mahala, kwa hiari ya watu wenyewe kumwombea Mheshimiwa Rais na kuliombea taifa ni dalili kwamba kuna mazuri ambayo yanafanywa na mama yetu huyu Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana watu wanavutika, uzidi kumwombea Mungu ili azidi kutufanyia yale mazuri zaidi, lakini aimarike, ili azidi kuimarisha nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tumeona umuhimu wake na nafasi yake ya kipekee ya kuwa yeye ni mtu wa watu wote, lakini amekubali kuwa mtumwa au mtumishi wa taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa unyenyekevu wake, wema wake, hekima zake, busara zake na ukarimu mkubwa aliokuwa nao, na Mwenyezi Mungu inshallah amzidishie kila laheri, amin. Kwa hivyo niombe kwa baraka ya muda huu tukiwa katika kumi la mwisho, kumi la baraka, kumi la H18, kumi lenye heri zote, kumi ambalo limesheheni mema na matukufu ambayo yamelifanya kumi hili kuwa ni bora kuliko ni makumi yote. Kwanza ndio kumi ulioshuka, kumi liliyoshuka kitabu kitukufu cha Qur'an. Qur'an imeshuka katika kumi la mwisho tena katika usiku wa Lailatul Qadri, lakini kumi ambalo lenyewe limebeba ule usiku wa cheo Lailatul Qadri inapatikanika kumi na moja, lakini ndio kumi lenye ibada kubwa ya zakatul fitri. Kwa hivyo niwapongeze sana kina mama wanawake wa UWT kwa jambo kubwa hili ambalo leo mnaendelea kufuatilia Toka mlipoanza kujoin na sisi hapa masjid ya Gaddafi, nadhani ni mwaka kama sio wa pili sasa watatu nikifanya kumi na mwisho, na kuna kipindi hapa tunamaliza kufuturu tu mwezi unaonekana, nadhani ilikuwa mwaka jana tukao tunapiga takbira za nini zaidi, ili kuonyesha jambo lenu lina baraka na nyinyi mnaofanya mnafanya, mnafanya kwa nia njema na moyo mwema, mwema na nyinyi mna mapenzi makubwa na kiongozi wenu wa chama chenu, lakini kiongozi wa nchi yetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Kwa hivyo jambo lenu hili ni jema, Mwenyezi Mungu akulipende kila laheri na muendelee kutenda wenu. Kwa hivyo kwa yale mema anayotenda mheshimiwa rais, mazuri mazuri ya kuunganisha watu kutokuwa na ubaguzi wa dini, dhehebu, kabila wala rangi ya mtu ana haki ya kuombewa dua. Hapa ni mwenyekiti wa UWT Taifa, Mary Chatanda akiwaomba Watanzania ifikapo Oktoba mwaka huu, wakati wa uchaguzi mkuu wasipoteze muda kuwapigia kura ya urais wagombea wote wa vyama vya upinzani, bali kura zote wampigie Dkt. Samia Suluhu Hassan wa CCM. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ndugu mheshimiwa Sheikh wa wa mkoa, viongozi wengine wa dini mlioko hapa, ndugu akina mama mlioko hapa, nichukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha, ametupa afya njema na hatimaye tumeweza kukusanyika mahali hapa patakatifu nichukue nafasi hii shehe wa mkoa nikushukuru sana sana sana kwa namna ambavyo unatuonyesha upendo sisi jumuiya ya umoja wanawake Tanzania kila tulipokukimbilia kwamba tunahitaji kufanya jambo hili umetukaribisha bila kusita tunakushukuru sana lakini nichukue nafasi hii niwashukuru wote ambao mnashiriki katika hafla hii ya jioni ya leo ya kumwombea dua Rais wetu mpendwa Dr Samia Suluhu Hasani. Sisi umoja wa wanawake Tanzania tumeona tufanye hivyo kwa sababu rais wetu huyu anafanya kazi nzuri kuwatumikia Watanzania na tunajua si watu wote wanampenda, wako ambao hawako naye, lakini sisi ambao tuko naye tunasema ni lazima tumwombee dua, na hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, lazima tumwombee dua rais wetu. Tumekuwa tukiona matukio chungu na nzima, watu wengine wakimkejeli, wakimkashifu bila kujali kwamba ni kiongozi wa nchi, wakimkashifu hata kwa jinsia ya yake ambapo kwetu sisi kama UWT kwa kweli huwa hatupendezwi na yale ambayo huwa yanafanyika, na ndio maana tunasema lazima tumwombee dua. Kazi anayoifanya ni kubwa mno, ya kututumikia sisi wa Tanzania. Tumeona sisi wakina mama shughuli za maendeleo, maendeleo ambayo yamepatikana katika nchi yetu yanatugusa sana sisi wanawake sana, ukiangalia ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa mahospitali wakinamama sasa hivi tunakwenda kujifungua mahali salama, vifaa tiba vimejaa hospitali. Hatuna budi kumshukuru sana. Lakini tumeona miundombinu ya maji, zamani hapa Dodoma kulikuwa na shida sana ya maji, lakini angalau sasa hivi maji yanapatikana. Yote hayo anayafanya Mheshimiwa Rais wetu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama lakini tumemwona akitu akituelekeza twaanze tu kutumia nishati safi ya kupikia, tuondokane na nishati chafu. Tunamshukuru sana, na yeye ndio kinara wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo, niendelee kutoa wito kwa kina mama wenzangu, tayari viongozi wetu wengi wameshaanza kutoa angalau majiko ya nishati safi ya kupikia, tuendelee kuelimishana ili tuweze kumuunga mkono Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa hili ambalo anatuelimisha sisi wananchi wake. Niliona angalau sisi kama UWT tuyaseme hayo, kwa sababu sisi ndio tunaonufaika zaidi. Tuendelee kumwombea ili kusudi aendelee kututendea mengi zaidi ya haya ambayo anayafanya. Baada ya kuyasema hayo, na kwa sababu muda unaendelea kututupa mkono basi niseme nawashukuru tena sana sana kwa kuhudhuria katika hafla hii ambayo sisi lengo letu kubwa ni kumwombea dua, na hata itakapofika mwezi wa kumi Oktoba, Oktoba, niwaombe kila mmoja ambaye atakuwa amejiandikisha, twendeni tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini niwashawishi vilevile wakinamama wenzangu kumuunga mkono, hakuna ubaya kwa wale ambao wanaona wada, wana uwezo wa kuweza kugombea nafasi wagombee nafasi za ubunge za udiwani, kwa sababu ya urais imeshaja yupo Dr Samia Suluhasan. Kwa hiyo nawaalika wanawake wenzangu kugombea nafasi za udiwani na ubunge, hii ya urais tayari tunaye msihangaike nayo. Na wala msihangaike hata na mwanaume yeyote atakayekuwa amegombea nafasi kupitia chama chochote kile, acheni kuhangaika naye nendeni na Dr Samia Suluhasan. Baada ya kuyasema hayo nawashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa katika msikiti wa Gaddafi makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.